Hello, wanadostaja, habari za siku nyingi. Karibuni tena kwenye channel yetu ya Dostaja Daily Tips. Tuendelee kusubscribe na kushare video zetu kwa watu wengine pia. Leo tutaangalia makuzi ya mtoto uh, maendeleo ya katika ukuaji. Tutaangalia stage chache ambazo mtoto anaweza akapitia, ambazo ni stage common ambazo mama anataka kuzifahamu, hasa mama wapya ambao anaanza kupata mtoto wa kwanza wanaweza wakahitaji kuifahamu hii process ambayo zinaitwa milestones. Sasa katika ukuaji wa mtoto, kuna hatua muhimu katika ukuaji na maendeleo ya watoto zinazoitwa developmental milestones. Ingawa kila mtoto ni tofauti na maendeleo yanaweza kutofautiana, pia hatua zinazotarajiwa kupita kwa mtoto katika ukuaji wake anazotakiwa kupitia anapofikia umri fulani ili kuthibitisha kuwa makuzi yake yanaendelea vizuri. Kwa hiyo tutajadili sababu, athari, hatua zinazoweza kuchukuliwa na aina za stages atakazopitia. Mzazi usishtuke unapoona labda hizi nazoongelea haziendi sawa na mtoto wako. Watoto wanatofautiana, kuna watoto wengine ni wazito, kuna wengine wanaziwai, wanakuwa wepesi, kwa hiyo isikupe pressure hapa. Tutaanza kuona ile stage ya tangu mtoto akiwa mchanga mpaka miezi mitatu. Hapo hapo mtoto anatakiwa ameweza kutabasamu, kukaza shingo, anatakiwa ameanza kupata nguvu ya shingo, anakaza mikono, miguu akiwa kwenye age hiyo ya miezi mitatu. Lakini kitu kingine tunatakiwa tukumbuke, watoto wa kike wanatofautiana pia na watoto wa kiume. Watoto wa kike, kuna baadhi ya steji wanawahi. Kwa hiyo hiyo isikushtue, unatakiwa tu uendelee kuangalia makuzi ya mtoto. Ukiona huyaelewi, unaweza uka inaenda hospitali kuomba ushauri wa daktari lakini kuna steji ya miezi sita ya mpaka miezi sita hapo, tatu mpaka sita, mtoto anatakiwa awe na uwezo wa kugeuza kichwa, kufuata sauti, anatakiwa aweze kujigeuza, kukaa mwenyewe, kushika vitu, anatakiwa kutambua watu wa karibu. Nikisema watu wa karibu, ina maana ni wale watu ambao wanakuwa wako araund na yeye nyumbani mara kwa mara. E, kwenye steji hiyo nazokashangaa akija mgeni pia anamkataa hivyo baadhi ya watoto wana tabia hiyo. Kwa hiyo hapo kwenye miezi sita, mtoto atakuwa na hizo nilizotaja ya kufuata sauti, kujigeuza, kukaa mwenyewe, na wengine baadhi watakuwa wanataka kuanza ku, pia wanaanza kutambaa ikiwa kwenye steji hiyo. Pia kwa umri huu wa miezi sita, wa kike mara nyingi wanawahi kukaa na kuwa hizo stage tena za kuanza kutambaa, wa kiume kidogo inakuwa pia tofauti lakini hapo katikati mpaka mwaka mtoto anatakiwa awe angalau ameweza kutembea. Hmm, mtoto anaweza kutembea bila msaada, lakini pia anaweza kuunda sentensi fupi fupi na kuelewa maelekezo anayopewa, maelekezo machache yale mafupi. Mfano, kimwambia acha, anajua hapa nimekatazwa. Leta, anaweza akaleta kitu akakwambia, we mwenyewe shtaki izo stage mpaka miaka miwili hapo anaweza kaa ameweza pia hizo sentensi fupifupi. Hivyo ni vipengele vichache haya. Tunaweza kuona sababu za kuchelewa kwa milestone. Mtoto um, anaweza kaa amechelewa. Sababu inaweza kuwa ni kuzaliwa kabla ya wakati, anaweza kaa amezaliwa kama premature. Akiwa premature anaweza hiyo zikawa ni sababu za kumfanya achelewe hizo baadhi ya stage nilizotaja, lakini anaweza kawa na jeraha wakati wa kuzaliwa. Wakati wa kuzaliwa akipata ile birth injury, pia inaweza kusababisha kuchelewa kwa hizo stage nilizotaja, lakini anaweza kawa na ulemavu wa ubongo unaosababishwa na upungufu wa oksijeni wakati wa leba au uzazi, pia inaweza kusababisha kuchelewa kwa stage nilizozitaja. Matatizo ya ki genetic, kama Down Syndrome, Uh, matatizo ya kimetaboliki mfano um, majeraha ya kwenye ubongo wakati au baada ya kuzaliwa, uwepo wa sumu kama vile pombe au madini ya lead katika mwili wa mtoto. Nikisema pombe, kuna watu ambao wanakunywa pombe mpaka anaenda kujifungua, na watoto hao wanazaliwa tu salama, inawezekana akaja kupata madhara baadaye, lakini pombe haishauriwi ukiwa mjamzito. Hebu istopishe kwanza kama we ni mnywaji, then utaendelea nayo baadaye. Sometimes inaweza ika cause trouble kwa mtoto um, lakini maambukizi ya magonjwa kwa mama wakati wa ujauzito, mfano magonjwa ya zinaa, pia yanaweza kusababisha kuchelewa kwa mtoto kupata, kupitia zile steji, magonjwa sugu kama vile magonjwa ya moyo, sickle cell au saratani utapia mlo, hizo ni baadhi ya sababu ambazo zinaweza kuchelewesha milestone ya ukuaji wa mtoto. Msisahau kusubscribe, lakini pia jamani, jisaidieni kushare video zetu, share video, watu wengine pia wajue. Kuna watu wanahitaji wana, wana sana kuelimishwa, lakini hawapati chance. Mambo mengine anaweza kuchangia ni mazingira duni nyumbani mfano, unyanyasaji wa kimwili na kihisia. Mtoto anayeishi kwenye mazingira sio salama anaweza kuchelewa pia kufika, kwa sababu mtoto anavyokuwa anaanza kupita kwenye steji fulani anahitaji support ya mzazi au mlezi. Anaweza, anasap, anatamani kunyanyuka kunyanyukia kiti msaidie eh, anatamani kutambaa mguu anashindwa kukunja vizuri msaidie kumweka mguu vizuri. Kwa hiyo mazingira yanaweza kumsaidia kuwai ama kuchelewa, lakini pia kuna athari za kuchelewa. Athari zinaweza kuchelewa kujifunza masomo, watu wanaochelewa milestone wanaweza kukumbana na changamoto shuleni pia lakini kuhusiana na wenzake, akawa anashindwa kuwa na relationship nzuri na wenzake, akiwa shule, akiwa mtaani, uh, akawa anashindwa ku, kutengeneza marafiki, kwa sababu anakuwa kama haielewi ama anakuwa na, hana confidence maybe. Hivyo afya ya kihisia pia ni hatari moja hapo, mtoto anaweza kapata, mtoto anaweza kujisikia tofauti na wenzao na hii inaweza kuleta changamoto za kihisia kama huzuni au wasiwasi. Lakini tuangalie hatua za kuchukua in case mtoto wako unamwona amepitia hiyo changamoto ya kuchelewa hivyo nilivyovitaja hapo nyuma. Tafuta msaada wa kitaalamu endapo kuna wasiwasi juu ya maendeleo ya mtoto, ni muhimu kumwona daktari wa watoto kwa uchunguzi na tiba kama vile mazoezi ya kuongea speech therapy, mtoto anaweza kama amechelewa kuongea pia, au mazoezi ya viungo pia yapo kwa ajili ya kumsaidia mtoto kuweza kuenda stage nyingine. Lakini tengeneza mazingira rafiki kwa mtoto, mazingira ya nyumbani yenye michezo na vitabu vinavyoweza kusaidia ukuaji wa mtoto, na kufuatilia ikiwa kuna unyanyasaji wowote. Wamama tunaoenda makazini, jamani, tuwe makini, tufuatilie watoto wetu. Sa nyingine tunawaacha na wadada, wadada wanakuta wana wanawabulu watoto. Kwa hiyo, kwa namna yoyote, jitahidi tu kuwa karibu na mtoto wako, lakini uweze kufanya monitoring ukiwa haupo, ili uweze kujua kama mtoto anapitia changamoto yoyote katika ukuaji wake. Kuwa mvumilivu na kujitoa: wazazi wanapaswa kutenga muda wa kutosha kwa ajili ya watoto hao kuwasaidia katika shughuli za kijamii na kiakili na kushirikiana na watoa huduma za afya. Lakini tuone hitimisho. Kuchelewa kwa milestones za watoto inaweza kuwa jambo la kawaida kwa baadhi ya watoto, kwani kila mtoto ana safari yake ya ukuaji. Hata hivyo, linaweza pia kuwa kiashiria cha tatizo kubwa zaidi. Ni muhimu kutambua dalili za kuchelewa na kuchukua hatua mapema. Kwa sababu sahihi mkapata msaada sahihi, watoto wanaweza kurudi kwenye hali ya kawaida au kupatiwa matibabu yanayoweza kurahisisha maisha yao. Hiyo ni kwa ufupi sana, nimeweza kuelezea vile stage za mtoto anazopitia zinaweza zikawa zina ishu au zikawa zina kuwai hakuchelewa. Kwa hiyo wazazi, tufanye ushirikiano, kuwa karibu na mtoto, kuwa karibu na mlezi anayekusaidia kulea mtoto, ili uweze kugundua kama kuna tatizo lolote. Karibu tena jamani, endeleeni kusubscribe, endeleeni kulike, endeleeni kushare video zetu. Asanteni, karibuni tena.